Yani, kijijini kuku amejaa, lakini kuwala ni bada, lakini jijini hadi pesa. Yani, baba amenunua kuku wengi na ameweka kwa friji. Lakini lakinikini ule kuku mwekundu kwa na kesho sitanisaabmeang Nesa, mimi majabu naoyaona na hapa ndani sija kuhadithia chochote menelewa, kwa sababu kuna mnyama wangu hapa simoni, kuna kuku wangu simoni, na huo ndio pekee nilioachia mimi na wazazi wangu. Sijachua pikipiki sijachua gari huku kuku kuyoje, hawapatikani haupatikani. Sasa mme wangu ukinigombeza mimi au natarajia mimi nikuelewe vipi? Yaani, kwa sababu mimi kuku nimewafungulia asubuhi. Nyamaza! Ah, wewe sasa usinisumbue mimi Nesa. Majisikia, unipande kichwa sasa. Sikiliza, ugomvi unaotafuta hapa ndani, ugomvi unaotafuta na mimi, ugomvi unaotafuta hapa ndani. Sasa mme wangu, mimi kuku nimewafungulia asubuhi, situsubiri hadi jioni tuone kama kuku atarudi ama hatarudi. Nimetangulia kukwambia. Aje, huyo ndo kuku ambaye nilichua mimi already. Umenielewa, sijachua pikipiki sijachua gari sijachua chochote kile. Wamenachia shamba tunacho kikuku hicho ha? Kuku wangu niye, mpenda kuku anayetaga mayai mengi mengi, unampoteza tu hivi hivi. Sasa niwe mimi ndo nimekulia kuku. Sasa sikiliza tena, nisikilize kwa makini, nakupa usiku huu mmoja, asubuhi kuku asipopatikana hapa hey. Mume wangu sumenieleze, na mimi nimekuelewa. Ni hapi tena, nimekwambia tusubiri jioni, kuku asiporudi, tutajua la kufanya. Sasa sikiliza. Hapa mambo ni mawili Eza kuku wangu nimwone, na nisipomwona kuku huyo, basi uhakikisha unaenda kwenu. Hio nakuapia Mungu wetu, mama yangu mzazi, waenda wewe. Sawa mme wangu, nimekuelewa, nimekuelewa. Tusubiri jioni, huyo kuku atarudi, umenielewa kwa kusubiri, umenielewa? Mi nisubiri? Sasa sikiliza, nakupa usiku huu mmoja tu, nakupo siku huu, kuku asiporudi hapa ndani, hakikisha kesho asubuhi unajifukuza mwenyewe. Naangalia na, mm, na hawa wengine. Tena si mambo ya huu. Usifanye nifanye kitu kibaya, raia waje wanione wa mimi mtu mbaya zaidi. Niache na ubaya wangu wa maumbile. Usifanye nionekane wa na mengine. Naangalia hao waliobakia. Sasa mume wangu kunitolea visu, visu ndio inamaanisha nini? Kupoteza kuku wangu. Nimekuelewa, nimekutafuta wengine na wale wako unikute mwingine hayuko. Sawa, naona kuna watu wanataka kujua upande wangu wa pili. Lazima nimjue tu huyo mwizi wako kumi kama ni nani, nitamtambua hey. Hey. Hey. Bila hata kufahamisha mimi anambeta huku anifahamishi nilata...

kwau juba imantaftia nini? Lakini mimi kwenye ndoa yangu kuna mwataka kuniharibia ndoa yangu, lakini mwataka kunivunjia ndoa kwa sababu ya kuku? Kweli kuku? kuku amefanya nini na yuko wapi? Rais alikuja nyumbani kwangu akaja akaiba kuku kwa mjomba. Pesoni amekuja kwako na kaiba kwa mjomba, na hata wiki haijaisha, ndio maana sikutaka aingie machoni kwenu, lakini kwa mauchawi yako ukamwona dada. Kaka, usitetee mwizi, kama hata wazazi wake walishima kutibiti huko, kwa sababu ya hiyo tabia yake ya wizi. Wewe ukaenda huko ukaja ukamchukua ukamleta huko. Dada, sikizani kwambie, sikubaliani kabisa na hiyo hali. Sasa kama hukubaliani, twende huko nyumbani, twende tukamuulize, kwa sababu hata hu mguu ulikuwa nakuja huko nyumbani kukutafuta wewe pamoja na huyo ni mirezo. <laughs> Remember, so much, ha! Ha! La haula. Kaka, ni nani yule? Ha! Jomba! <taka> Mambo gani jomba? Yule ni nani yule? Ni nani anyu jomba, wanisababisha matatizo kweli, jomba wangu. Mbona sasa jomba? Wanizalilisha kweli ni nini? Kwa na an jamani Unajua kudhalilisha na nini? Ah, kweli. Siku za mwezi ni arobaini. Arobaini ni yake umenivuja, umeiona. Ah mjomba, ah. Mguu, mjomba. Wallahi, mjomba. Ah? kukwa wenyewe umeiba madafu ya wenyewe unaangusha ah, shuka shuka mara moja hapo ah. Mjomba unidhalilisha mjomba takakazi uli mjomba nini, unakosa kwangu mjomba unanitia ah? aibu mjombako, usu utaweka wapi mjombangu Ah, hapana, jomba hebu njoo mara moja hapa jomba, hebu eh, niambie ukweli, ulienda fanya nini kwa huyu dadamu? Ina maana umjui? sijui mjomba, shangazi yako mjomba, huyu nakukulipelekawa Kuku mjomba. Kamani kuku mimi nilimla. Mjomba mimjomba, zilazimisha manyasi kila siku mjomba. Nilimuiba mjomba kama.